Hela, wapendwa hupo mkopoa, tunaendelea na somo letu hili ambapo hii ni part 2. Part 1 tulishajifunza. Kama kuna swali lolote usisite kuuliza, lakini pia kama unahitaji kujiunga na mafunzo ya ushonaji, tumeujumba kwa whatsapp kupitia namba 0625 333 493. Hapa hapa kwa kwa badala yake, kwa sababu kuna kizi tutapanda hapa kama moja na nusu hapa hivi moja na nusu alafu tutatengeneza hivi cha namna hii, sawa. Kwa hiyo moja kwa moja sisi tutarudi kwenye kwapa letu, tutaangalia kwenye saba na nusu, tutaangalia nusu yake ni ngapi. Nusu iko hapa, tutaingia nusu nchi ya kwapa. Nusu nchi kwa iko hapa, tutatengeneza kwapa yetu kama kawaida, nana nahis na, tutatoka hapa sehemu ya ziwa, tutakuja mpaka katikati ya kwaa. Baada ya kupita hapo, tutaingia huku nusu nchi, alafu huku tutashuka, yani hapa mpaka hapa nusu nchi, na kutoka hapa mpaka huku chini, tutapima robo tatu. Robo tatu ipo hapa kwa, tutatoka hapa katikati, tutakuja mpaka kwenye hii robo tatu na tutatoka hapa katikati tutakuja mpaka kwenye hii nusu nchi ya juu sawa, lakini huu mstari wa chini huu tutaunyoosha huku, tutauongeza, tutauongeza kama nchi moja mongi. Nchi moja iko hapa kwa mwisho wa siku huu utakuja mpaka maeneo hayo, na kwa pale tu litasikia tena hapa litaendelea kama kawaida. Baada ya hapo, tutakwenda kupima vipimo vyetu vya kifua, kifua na thelathini na tano kwa hiyo itakuwa nane na robo tatu hapa. Lakini hapa katikati kwenye huu mstari na huu, tutaangalia kuna vinchi tunaviongeza hapa, alafu tunaongeza inchi moja na nusu ya kushonia hapa chini ya tumbo. Na tumbo viko sawa, na thelathini zote utagaa kwa nne, tunapata saba na nusu. Saba na nusu iko hapa, datu ni mbili na nusu oye mbili na nusu tutaiongeza, kisha tutaongeza moja na nusu ya kushonea kwa, tunaunganisha kutoka hapa kwenda kwenda juu namna hii. Kwa hiyo mpaka hapa tunakuwa tumemaliza kuchora pattern yetu. Kwa hiyo, kwa mbele tutakwenda kukata kama ifuatavyo. namna hii. Kwa hiyo kuna vipande vyetu viwili vya mbele, halafu moja tuone, vivo imekuwa ndefu sana, tuishie hapa, halafu tutaendelea kipande cha nyuma na kukata kwenye kitamba. Unaendelea wapendwa, tulikata vipande vyetu viwili, ambacho ni moja na mbili, tunaendelea na vipande vyetu vya nyuma

ilele tutapima kule tulipima nne na robo tatu mbele na nyuma, tutapima nne na robo tatu hapa shingo, tulipima saba na nusu hapa mm, lakini tulisusha nusu nchi hapa. Kwa hiyo vitu hivyo tutafanya na nyuma, tulipima kwamba kwa saba na nusu hapa, lakini na huku tulilinganisha Saba na nusu yuko hapa, kwa hiyo tutaunganisha tena namna hii, lakini tena tutaunganisha hivi. Kafi yetu ilikuwa ni kumi na nne na nusu hapa, kwa hiyo pia tutaonyesha mstari hapa inapoisia maeneo haya, lakini gasi yetu ilikuwa ni nne na robo hapa nne na robo hapa, kwa hiyo kitaunganisha mana hii kutarudi huu. so, kutangalia katikati ya saba ya saba na nusu ni Yataba. Yataba, hapa utapima kifua, kifua na thelathini na tano kwani ni nane na robo tatu, utaongeza na moja na nusu ya kushonea hapa. Tutapima tumbo, tumbo ana saba na nusu, moja ya dati na moja na nusu ya kushonea. Kwa hio tutaunganisha kutoka huku juu mpaka hapa, lakini hapa pia tutachora dati kama kawaida, nusu nchi kwa nusu nchi, kisha tutaunganisha kuja hapa. Hakikisha haitengenezi kimgongo, yaani iwe iko smooth kabisa. Ikitengeneza kimgongo, ina maana utatengeneza ziwa. Tengeneza ziwa, itakula kwako, utaelewa. Tukikata tutarudi shughule ya nyuma. Hatutaki ishuke sana, kwa hiyo tutapima tu nchi tatu nchi tatu iko hapa. Tutaunganisha tu duara na mna hiyo kisha tutakata kama ifatavyo namna hii, lakini tutengeneza kwa kwapa ya nyuma lakini huku tutaingia nusu inchi kidogo kwa ajili ya kutengeneza sehemu ya mgongo sipu. Kwa kacapima kutoka hapa hadi hapa, nusu nchi kakuja so, mpaka kwenye mstari wa kifua. Kwa hiyo nitakata kama ifuatavyo namna hii. Kwa hiyo kwa nyuma tuna moja Mbili. Video imekuwa ndefu sana wapendwa, tukutane pati inayofuata kwa ajili ya kushona nguo yetu hii.